bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na themart supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ataka amani, umoja Afrika. Lengo ni kupata uhuru wa kiuchumi, mageuzi ya kifikra, ahamasisha wanawake, vijana kupewa fursa. ATCL kwenda msumbiji wa mwisho wa mwaka. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili wengine 42 kutoka Israel warejea nyumbani watoa simulizi. Habari katika ukurasa wa nne sheria yazuia mamlaka kufunga biashara. Habari katika ukurasa wa pili TANESCO yaruhusu bia uzalishaji umeme. Habari katika ukurasa wa tatu wanafunzi waombwa walimu msaada wa kisheria. Habari katika ukurasa wa nane Mchengerwa agiza wakandarasi goigoi goi watenguliwe mikataba. Habari katika ukurasa wa nyuma gazeti hili viwanda elfu tisa na arobaini na tano kufunguliwa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Mahakama yazuia Lungu kuzikwa Afrika Kusini, habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Habari Leo mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa mbele wa gazeti hili ni mjadala wa bajeti ukihitimishwa, ahueni maeneo haya kamati ya bajeti yaeleza makubaliano waliofikia na serikali kulenga baadhi ya mapendekezo ya kodi na tozo. Mwigulu asema yapo maeneo mengi ambayo ya yamerekebishwa, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. nugulu ndiko kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili, inasema kuongeza kiwango cha mchango wa mashirika na taasisi za serikali kutoka asilimia kumi na tano ya mapato ghafi kingeleta madhara kwenye kuchochea kasi ya kuelekea uchumi wa kidijitali Twaha Hampembenwe, makamo mwenyekiti wa kamati ya bajeti. Gazeti hili pia limeandika hatari vituo vya mafuta kugeuza maegesho. Habari katika ukurasa wa tano. Elfu tano fedha ambazo baadhi ya madereva wa malori hulipa kuegesha kwenye vituo vya mafuta. Wasemavyo dau kulaza magari Sheli. Madereva wanaoegesha magari kwenye vituo hivyo wataja sababu za kufanya hivyo badala ya kuegesha maeneo mengine. Baadhi ya wasimamizi na walinzi wa vituo vya mafuta wataja makubaliano yaliyopo kati yao na wamiliki wa magari yanayoegeshwa kwenye maeneo hayo. Kampuni ya bima eleza utaratibu wa kisheria endapo ajali imetokea eneo ambalo haliruhusiwi kuegesha. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika Samia atoa ujumbe kwa viongozi Afrika. Habari katika ukurasa wa pili. Kenya yapiga pini vituo vya redio, TV, maandamano ya Gen Z. Habari katika ukurasa watatu wa gazeti hili Yanga yatoa ubingwa wa Bara Kibabe. Habari katika ukurasa ishirini na nne na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti Uhuru la kila siku lenye habari iliyopewa kipo mbele. Wasira atoa maelekezo wagombea ubunge CCM, asema chama kitateua wachache kati ya wanachama wengi wanaogombea asisitiza kazi ya CCM sio kuwakata bali kuteua. Habari katika ukurasa wa nne. Samia asisitiza ushirikiano na Jamhuri ya Msumbiji. Habari katika ukurasa wa nne. Brela yatoa msaada kwa watoto wenye uhitaji. Habari katika ukurasa wa tatu. Serikali yatoa maelekezo kwa bodi ya AQRB, yasisitiza ya makazi bora. Habari katika ukurasa wa nne. Waziri Masauni aibanemke jukumu elimu kwa umma. Habari katika ukurasa wa pili. Serikali jenga bandari nyingine nje ya manispa ya Mtwara Mikindani, habari katika ukurasa wa 3. Viongozi wa NATO na Ulaya wataka ushirikiano zaidi, habari imeandikwa kuanzia ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika CCM Zanzibar inavyozidi kudhihirisha ukomavu kuelekea uchaguzi mkuu wa, habari katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku.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 o gazeti Nipashe mwanga jamii lenye ya habari iliyopewa kipaumbele ni bunge la 12, mambo matano yaliyotikisa, marais wawili walihutubia, wabunge 19 kuapishwa nje ya ukumbi, mwanamke wa kwanza kuwa katibu, 10 waliaga dunia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, habari picha nao viongozi mbalimbali wa bunge ambao wameandikwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Gazeti hili meandika 249 washinda kitabu cha Dkt Mengi, habari katika ukurasa wa tatu. Rais Samia ataka Tanzania, Msumbiji kushirikiana kufikia uhuru wa kiuchumi, habari katika ukurasa wa tatu. Babu miaka sabini jela maisha kwa kusafirisha bangi, habari katika ukurasa wa nne. Watanzania 42 waliokwama Israel warejea, habari katika ukurasa wa tano, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Jicho letu sasa ni katika gazeti Mwanahalisi. Lenyewe katika ukurasa wa mbele limeandika utekaji kuiponza baada ya UN kuilima barua serikali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mdude Nyangali alikibao pamoja na Deusdedit Soka, picha zao zimewekwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanahalisi. Mwanahalisi limeandika mabadiliko ya nukia ni katika mifumo ya uchaguzi huenda kukawepo mabadiliko mengine kwenye mifumo ya uchaguzi nchini kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Mwana halisi limeelezwa undani wa taarifa hili katika ukurasa wa sita. Kigogo wa ziwa bara CCM ni katika mbio za ubunge daiwa kupiga simu kuomba fedha, habari katika ukurasa wa nane wa gazeti hili habari. Picha inamwonyesha Rafael Chengeni, Ole Sendeka, James Milia, Daniel Chongolo, Ja Pipo pamoja na Vidastus Matayo ndani wa taarifa hili katika ukurasa wa nane. kwa hasama wa Marekani na Iran na habari katika ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi katika ukurasa wake wa mbele. Katika ukurasa wake wa mbele limeandika Dr Mwinyi, ubora wa viwango hukuza masoko kimataifa, habari katika ukurasa wa pili za kundi la kwanza la watanzania waliokwama Israel la rejea habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Bunge lapitisha muswada wa sheria fedha, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Wanawake mia nane themanini na nne wapatiwa vifaa vya kilimo cha mwani, habari katika kurasa za ndani za gazeti Zanzibar Leo. Zanzibar Leo pia limeandika wanajeshi saba wa Israel waua wa Gaza, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na wazi. Tunatazame sasa gazeti Uhuru, ukweli daima lenye katika ukurasa wake mbele habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia, Tanzania Msumbiji kushirikiana, asema ni katika kuleta maendeleo ustawi wa wananchi na kukuza mshikamano barani Afrika. Afichua siri akisema uhusiano na nchi hiyo sio wa kijiografia pekee, bali una mizizi ya kihistoria. Undani wa taarifa hili katika ukurasa wa pili gazeti limeandika Stephen Wasira aeleza CCM itakavyopata ugombea. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Saa ishirini na nne kabla bunge la kumi na mbili kuvunjwa wasomi wanena. Habari katika kurasa wa nane. Sababu tisa zinazochochea ukatili nchini Zanzibar. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti limeandika Yanga yabeba ubingwa tena. Habari katika kurasa wa ishirini na nne wanafunzi elfu mbili mia tatu tisini na nane wanufaika kupata mikopo ili mejuu habari katika ukurasa wa nane. Mpango wa serikali kufufua viwanda vyote, Dkt. Jafo. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti Uhuru, na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Migongoni mwangu nalo gazeti Mwanaspoti, kata kwa michezo na burudani, lenyewe limeandika, e, bwana, wamebeba tena, pakome mzize, waizi ya Masimba Yanga ikiweka rekodi tamu bara. Matokeo yake ni Yanga mbili Simba sifuri, ligi kuu bara, kwenye mchezo uliopigwa hapo jana uwanja wa Benjamin Mkapa. Gazeti limeandika msimamo wa ligi kuu Tanzania Bara, limeandika bonus ya Azam Media kwa timu mbalimbali, wafungaji, assist pamoja na clean sheet katika kurasa za ndani za gazeti Mwanaspoti. Mwanaspoti limeandika faitoto Yanga mkeka umetiki habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili Iwobi kwenye kisa cha kubebwa na Okocha gaucho utotoni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti limeandika FIFA world Cup leo Alhamis ni Juventus dhidi ya Manchester City camping world, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako so wasome kwa ndani zaidi na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.